Mwanangu bado nimnima mwanangu

Yo. Ah, nilikutana na wakali wangu wa Nyamavura. Yeah. Ni tukajaribu kutengeneza bongo muvi ila wengine hawaamini wasanii wasanii watafika mbali. <laughs> <sopeji manangu. laughs> <curi>

Yeah. <zekerithi> <kiss Kickillin> Uh, umetoka msikitini, umetoka kuswali yeah. Lakini ah, naona umetoka midaukuu naisha chelewa vipi, kitaidi kuswali, maana kuswali ni vitu vizuri, kusujudia Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliko kukaa kama kafiri. Ni bora ukae ukiwa uko kama mtume, Mwenyezi Mungu namsujudia, angalau hata kidogo, unapata hata punje yangu ndio hivyo, usipoweza kwenda kuswali tafuta kipindi kimesha kupita. Kwa hiyo nabidi tujikaze tuwe tunapiga angalau swala tano na, na. Na wewe unaweza ukaswali kama ukafika fika, na mjambo la heri, maana ni kushukuru Mwenyezi Mungu na mimi kujitahidi kuswali na najitahidi na, na unajua waga, waga maskini anajitahidi kuswali kuliko tajiri, maana wanasema eti maskini anajitahidi kuswali ili ajitahidi kuswali ili apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Tajiri yeye anajiji kupambana ile nayo apate pesa, maana maskini havilingani na tajiri. Maskini analilia Mwenyezi Mungu, lakini tajiri analilia ili azidi kupata kipato, kuingiza hmm? Kwa hiyo hapo jambo la heri, ndio unaona Waislamu wanapendaga kuswali mara tano, ni jambo la heri. Washe wangu, ngoja the... the... the... the... na mimi teremke kidogo, naelekea center yeah. Kwa hiyo tutawasiliana na mida kuswali magharibi. Ah, salamu alaykum wa rahmatullahi Mambo naaji asa, habari zaidi, kama kaa kama kawaida, au si mambo mengine kama dawa eh? bisha hapo una dawa kidogo hapo haponamaagani tena. Unajua tatizo nini kiunie vijana? Tatizo waga mnakingia vitu vya Kuvuta, hivi unajua ukivuta moshi unapata faida gani katika mwili wako? Sio kwa unaharibu mwili wako tu na uchafua unawekea moshi. Hivi wewe huoni moshi kama ni madhara katika afya yako pia sana. Hii ni tofauti na dawa. So hayasi. Hivi unaelekea kwanza? Naona hapo na bagasha yako au ndoo zako tena naenda kule kusikueleweka. Ninaelekea center na halafu muda wa kuskwali magharibi na karibia. Unaona? <laughs> Oh. <laughs> Bali <Hey. laughs> labda. Tu... Mara, mara, mara, mara unajua nini ni kitu kimoja waga uli, uliwekwa hapa duniani hujui uliwekwa kwa namna gani? Hey, ngoja kwanza, Mungu na Mungu. Ah, unajua nini hey. Waga ukiuliza Mungu, watu wengi sana wanajiuliza hivi Mungu yupo au hayupo? maana kila mtu ambaye anazaliwa Mungu ambaye aliyeishazaliwa Mungu na ambaye bado hajazaliwa Mungu wanajiuliza sasa. Hapo bado hawajapata awajapata, yaani mwelekeo mw mnyofu, ambao mtu anaweza kuelewesha mpaka akuelewa Mungu yupo. Unajua nini Ugi... ana, ana... unajua nini kitu kimoja. unajua nini, nini? Nisikilize kwanza, kijana, usikurupuke. Naona usikurupuke, Mungu yupo. Unasikia? Wewe ni mini Sheha . Kwanza una ndevu mbili kama. Au sio? Gani wewe? Wewe usiniambie Mungu. Mungu yupo kijana. Unasema aiasheeai Mungu yuko, na mjua. Usikimbie, usikimbie kutafuta dawa. Hivi.

Yani nilikuwa nimelala hivi mm, nikajikuta nimeota mm. Ni nyoka limekuja kabisa uh -huh. Limenilamba mguuni eh! Sasa mwangu hivyo nilamba, angala nakakidonda, ndugu yangu. Yaani ya. Hapa mwangu, ndugu yangu, yani nimeamka ni nimeliwa hapa ndugu ni yangu. Babu, hatari hiyo. Yaani wameniambia kwamba hii <mimitri> nyoka ni kama li, ni pepo fulani. Nisipotafuta mtu wa kunisaidia hii tutakuwa ni hatari kwangu. Sasa, sawa mwanangu, hapo umeamwaja. Yaani yani, nilikuwa ni nimekuja kukupa kama kuna nani, kuomba ushauri wa kwako ndugu yangu, nione kama naweza nikapata ushauri kwako, angalau nipate mtu wa kunisaidia. Ah. Eh. Hasa ushauri bana. Eh. Ni naona ushauri hapa kweli ah, mm. Yani, yes, e, sinajua nyie mashenye hata ushauri kwetu kabisa mtauamini kuwapa ushauri ni mambo ya ushe ushee. Sina sinaweka pembeni bana, ni kabisa nikikimbilia na acha mimina mambo ya ushee naweka pembeni <tri> <tri> Sasa unisaidie na mimi angalau eh. Ushee, babu ukiwa mzima lakini ukiwa sio mzima babu, mambo ya ushee naweka pembeni ya. Eh, mimi nataka ni msaada kwako tu, mambo ya ushee tazungumza baadaye. Sasa kwa hilo ndugu yangu e. Yes. Hapo ah, kuwezekana kweli ninawezekana e. Unajua mimi kuna babu yangu fulani e. kipindi cha nyuma hicho babu e. alikuwa mganga mganga e. alikuwa ni mganga mganga naona Sio mganga mganga, alikuwa mganga kweli babu. Kwa vipi haja kufa yule jamaa kabisa, yani yule babu alihamisha jiwe, babu lilikuwa yani limesimikwa uh. Akalihamisha, kulitoa hapa akalipeleka kule kaeji kwa matotoaja, alinyunyua kabisa. Alifanya hatujajua alifanya fanyaje, tuliona tu anafanya, anapeleka kule, tulishangaa babu. Hmm. Ila sasa hapo ndugu hmm. hmm. yangu mi nnavyoona hapa, maana umenikuta kazini hapa hmm. kwa barua hapa, nitakusaidia na shida ya. ndugu yangu. na shida. Ila sasa hmm. babu, si unajua tena hapa hata tukiwasaidia nyema mashia mwezi kukumbuka na nitakukumbuka ndugu no. yangu, nina shida ndugu yangu. Unajua, mtu huwezi kumkumbuka kwenye raha la. eh, lakini kwenye shida lazima umkumbuke, maana shida <coughs> zenu zikisha, mnaenda huko, mnakuwa mnatukisia kwamba salama salama. Nitakukumbuka ndugu no. yangu, ni support kwa cha kufanya hapa. Yule eh, mzee yule babu yangu anaitwa Shabani, anaitwa no. Shabani, Shabani. Eh. ni mzee hivi ambaye amevaa ko, anapenda kuvaa kibarakashia eh, na t-shirt nyeusi eh, na suruali hivi eh, wewe utamjua tu mnene mnene hivi anakovu hapa eh. Eh, ana kovu hapa kwa kwenye mambo yake, alishawahi kupigwa ngeu. Sasa ngoja alifanya hivi. Sizungumza maneno mengi maana naweza nikakuchelewesha hata kupanga mawe. Ehe. Mimi ngoja nifuatilie hilo jambo. Nikimkosa huyo Shabani, Shabani yule, nitakujulisha habari ili kusudi nielekeza. Babu najua nini na nyewe wangu nanyee, mna feli maokoto. Kwanza maokoto ndio, ndio naenda mbele, wapo kileta maokoto. Mimi nitakuelekeza yani, nitakupeleka hapa. Ningekuwa na mfukoni hata na buku, ningekuachia ila, ndugu yangu, leo nimekuja miko

Nikajifikiria nifanyaje, maana yule mpenza kanichali nichanganya, siku moja ndo wasanii wa Nyamavula eti watafika wapi, kidogo ni patacho arakei naaridhika ni ingoji ya kesho za moyangu itafika, yeah. sina sina wipu na masela japolo, inauma kazini mukumavu, japo siioni hela mola namboeshima pima yo oh, yo. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yes. Yeah. Oh, yeah, yeah. Nilitoka kusaka mavumba ah, ila mufukoni, nikarudi sina noti ya nikajiuliza. Yes. Yeah, nika, nitaishije maskani? Okay. Watoto wananitegemea, wa mama ananitegemea, baba ananitegemea, najiuliza mimi ndio. Okay. naa Oh, ngoja tufanye hivi, ngoja SMS aje chap chap. Eh, mtumie SMS mwanangu aje chap chap hapo mwanangu tunajua tena mwanangu. Mm. Sasa, sasa babu tunachimba. Anachimba sababu babu huyo Dula. Eh. Na babu ana staili babu anatoka kali babu. Wewe unaweza kumsikiliza wote au mimi nitembee. Ah, unakaa. Tunakuja hapo babu. Eh. Tunampanga. Kwa ikiwa yeye aje mgeni. Yeye ametoka town. Ametoka town. Ah. Sababu mimi ndio teacher babu, teacher Juba hii. Tukuja na jamaa wasera VIP aanaa, amejishika kama vile ametoka kanisani mwanangu, mjini kupambana mwangu. Hapa nimetoka kazini sasa, ndo hipo sasa nikajitayarisha. Jamani pasia kamakaasmba dura, ndo Dura mwenyewe. ua nigei kimoja, niambie rafiki yangu, vipi, umeujuaje? Apa mwanangu, huyu ni mchizi wangu mwanangu tunafanya mambo yetu ya muziki hasa hmm, kwenye muziki moja hmm. Ah, kuomba ushauri sasa hmm. Kama nikasema nkasema kwamba mesimesi liuja hapa hmm. Uko zile kwenye misha anaandia usanii hapo, nimeshazoea sana. Au nianze mchezo tu, msikie mwanangu, humu mjini. Yani sisi kutafuta, unajua kama usera ni ubaya, mi ni msera, siwezi kwenda jera. Nilienda jera, narudi na mahera. Mahera si mahera, ni majani ya mapera, napiga cha

ni aaaa kwenye mziki ni kipaji. Kama sasa ukifanya ni kwamba pambani tusife moto, pambani aa, kwa huyu jamaa ametoka tauni atatuwakilisha kwao, sisi tuzidi pambana kwa kitaa. Kwao unamwamini, kwao anaweza kutuwakilisha? Babu la juu baya yangu huu dura babu huu, yani ndugu yangu damu damu babu, yani sote tumefanana mwanangu. Naona unafanana sana mwanangu, niambie jamaa wangu, hivi unajua damu na mifupa, ndugu yangu, yani kama huyu Kinoma ndugu yangu kuungana na sisi hapo, mnataka kunichanganya sana, eti damu na mifupa. Wapi na kule wewe, wewe unajua hapo, mtakaniambia kwamba rabia kama mifupa na damu.

na wachana mwanangu, ushazoea huko mtaani huko, ndugu yangu, achana na sisi hapa ha? Yeah. Ni, pa ni, pa, ni damu damu mo m moja. Oh, tusirumbane tuelewane, tuwe si na huruma, kufanya nini sisi, tutawanyika

unashangaa kama vile kwanza, ah, nikachane kwanza, ila fanya la maana. Mwanangu usikachana, utakoswa ile demu. Mwanangu akasemaje? Muda ah, wote mambo yako fu cha kuandaa nini maokoto, mwanangu, tunajua hapa mjini, yaani mimi nimpera demu Sawa kwani yeye atakupa hela? Mimi nimpe anipe UTI. Kwani wewe unategemea nini kwake nini kwake? Mwambie msenge yule. <laughs> Hey, nenda. Usali mwanangu. Nenda mwanangu, mtakuwa mnapangwa mwanangu, nyie mnategemea kupangwa nini? <laughs> <laughs>

mee hey, yule babu yangu anaitwa Shabani. Anaitwa no, Shabani, Shabani. Uh, ni mzee hivi ambaye eh, amevaa kuhu. Anapenda kuvaa kibarakashia uh, na t-shirt nyeusi uh, na suruali hivi uh. Wewe utamjua tu mnene mnene hivi anakovu hapa. Ah, anakovu. Anakovu hapa. Sure. Yaani yeah. Hey, unajua nimekufananisha tewa yaani, mimi kuna mtu fulani moja. Kwanza nige tu ongee ongee kidogo, maana kuna mtu fulani aliniambia kwamba wewe yaani, nimekuangalia yaani, kaangalia juu chini, nikaona vigezo ambavyo vyote walinielekeza unavyo ambiwa hapa huo nyeusi Nikuangalia waliniambia eti kuna kovu sijui, unajua mambo ya shuganga hivi. Nilikuwa na shida, kuna mshikaji wangu niliambia akanekeza. Wewe vipi? Ah, unajua wenda ni wewe, unajua nini? hey. Kwa maelekezo yako na kwa maneno yako, je tulivyoeleza